Kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya wanawake Harambee Starlets Beldine Odemba amewaita wachezaji sita kutoka timu ya Rising Starlets kwenye kikosi cha kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika. Odemba amewataja wachezaji 38 kufika kambini Jumapili, tarehe 5 Oktoba. Mlinda lango wa Vihiga Queens Masio Akoth ambaye alikosa mechi zote mbili za Rising Starlets dhidi ya Ethiopia mwezi jana, ameitwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha Starlets. Wengine ni Lorine Ilavonga, Fasila Adhiambo, Elizabeth Muteshi, Shalino Pisa na Charity Midewa. Kikosi hicho kina mabeki wanne wapya huku safu ya kiufundi ikitafuta njia za kukabiliana na udhaifu wa safu ya ulinzi. Kenya itakuwa mwenyeji wa Gambia tarehe 24 Oktoba mjini Nairobi kabla ya kucheza mechi ya marudiano nchini Senegal siku nne baadaye mshindi wa jumla wa mikondo hiyo miwili atafuzu kwa fainali za AFCON ya wanawake. Na ndiyo tumekamilisha taarifa zetu jioni ya leo. Nasema asante kwa kutazama, hadi wakati mwingine, kwaheri.